Ili uweze kuingiza pesa nyingi sana, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukifanyie kazi ni kubadilisha mitazamo pamoja na imani ambazo ulitengenezewa zamani wakati unakuwa. Fahamu kwamba kwenye familia zetu ambazo tumetokea familia za kimaskini, mara nyingi sana pesa imetazamwa kama chanzo cha mabaya yote duniani. Money is the source of evils, ndio kitu ambacho tumeaminishwa kwenye familia zetu. Sasa huwezi ukatengeneza pesa, hauwezi ukawa successful kama unaimani kwamba pesa ndiyo chanzo cha mabaya yote duniani. Kitu cha kufanya sasa, kazi ambayo unatakiwa ifanye sasa ni kubadilisha hiyo mitazamo ambayo ulilishwa tangia ukiwa mdogo, kubadilisha hizo imani ambazo ulilishwa ukiwa bado mdogo, kwamba pesa ni kitu kibaya sana. Ukishabadilisha imani yako kuhusiana na pesa, basi itakuwa ni very simple kuweza kutengeneza pesa na wala sio ngumu kumake money. Kumake money ni very simple lakini inaanzia kichwani kwanza. Kama kichwani ni hamnazo, benki pia ni hamnazo vile vile.